wa kanisa la Africa Brotherhood Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ameongoza ibada ya utoaji wa sadaka ya tunu katika kanisa la ABC Kalimani, Kangundo, kaunti ya Machakos, askofu mkuu akiwahimiza Wakristo kuwa na moyo mkunjufu na wa kumtolea Mungu na utiifu. Fred Wambua anaarifu. Ni katika hafla ya uchangishaji wa sadaka tunu almaarufu Krismasi katika kanisa la ABC Kalimani, kaunti ya Machakos, hafla ambayo imeongozwa na askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki, lengo likiwa ni kujumuika pamoja na baadaye kumtumikia Mungu. Okay, kimw syĩndũ ila andũ ma ABC twavika mbee wa ngai kĩkathimwanakyo na mũsimũlo twĩu nĩ wa krismas na tũyĩlikanya ala andũ oi mo meekie ata na metĩawaoĩkĩ Askofu mkuu akiwasihi wa Kristo kuwa tayari kila wakati kufanya kazi ya Mungu na kuwa watiifu kulingana na matakwa yake ya na ve ya meko oundu kanisa ni kwi ma meko meko maku ona wakua twiwa makakuatiia nundu muthenya usu wakuuya twavikana twatikihwa kurika musini wa ituni tekanengwa matuvi maitu nundu maandiko masu na kila mundu naokuianana na wia wau. Aidha, watumishi wa Mungu na Wakristo wametakiwa kuwa na uvumilivu, kwani Mungu atawatunuku kwa kiasi kikubwa wakati wataingia mji mkuu wa mbinguni. no isu iuaa wi nayo enlwa nukumisia ukaatubwa na andasianinukite misuki nayituvi yakwa yi vamwe nao kumutuva kila mundu kwiana nawawao undu wakoovaanandakameakalaka tena nitutangitwe waondu wamuikio wito na nyosu ni usu nikwotuendete Hafla hii imewahusisha watumishi wa Mungu kutoka Pastorate ya Kangundo na pia maeneo mengine